katika mji wa Berkane pale nchini Morocco, ni mtanange wa kombe la shirikisho ambao umetoka kuikutanisha klabu ya soka ya RS Berkane kutokea katika nchi ya Morocco dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania, ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia kweli kweli. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania umeweza kuvutiwa na kiwango ambacho Simba wameweza kukionyesha mbele ya RS berekene licha ya kupoteza like video yetu alafu, tuende kwenye comment section, katuambie kuelekea katika mchezo wa marejiano, je, simba wataweza kufanya comeback na kuweza kushinda mbele ya RS berekene? Fahamu mchezo huu ulikuwa ni wakuvutia sana katika kipindi cha kwanza, ambapo tunashuhudia simba Sports Club hawakuwa aggressive sana katika kipindi cha kwanza kwa sababu simba waliweza kuruhusu mabao ya mapema. Tunashuhudia katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya RS Berkane katika dakika ya nane kupitia kwa mshambuliaji wao Mamadu Lamine Kamara ambaye anacheza eneo la kiungo mkabaji, kutokana na kona ambayo ilipigwa na Hamza Elmasul. Kwa upande mwingine, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya RS Berkane bao la kwanza. Tunashuhudia kwa upande mwingine klabu ya soka Simba Sports Club mara baada ya kutanguliwa katika kipindi cha kwanza, tunashuhudia Simba hakuwa na utulivu. Tunashuhudia katika dakika ya kumi na nne yaani dakika sita mara baada ya Simba kuruhusu bao, tunashuhudia klabu ya soka ya RS Berekene kupitia kwa mshambuliaji wa Osama Lamu akaweza kuiandikia klabu ya soka ya RS Berekene bao la pili kutokana na pasi nzuri ambayo ilipigwa na Imadi Riai, na kwa upande mwingine mpaka halftime, klabu ya soka ya RS Berkane walikuwa kifua mbele kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club na shuhudia, katika kipindi cha pili klabu ya soka Simba wakarejea slogan yao, ilikuwa ni kuzuia kutokuruhusu bao, huku klabu ya soka ya RS Berkane wakaendelea kupushi mashambulizi, lakini ndiyo hivyo mnyama Simba akaweza kufunga milango yake katika kipindi cha pili mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi klabu ya soka ya RS Berkane wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi dhidi e, ya kikosi cha timu ya soka ya Simba katika mchezo wa mkondo wa kwanza fainali kombe la shirikisho barani Afrika kwa sasa. Sasa, mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ndugu Ahmed Ally, kwa upande wake ameweza kutoa neno kwa kipigo hiki ambacho Simba wameweza kukipata wakiwa ugenini. Ahmed Ally anasemaje? Anasema hivi, anasema hizi goli mbili watazitapika Tanzania katika uwanja wa Benjamin Mkapa, insha Allah. Huyo ni Ahmed Ally akimaanisha kwamba kuelekea katika mchezo ujao, basi Simba Sports Club watakwenda kufanya maangamizi na awa RS Berkane, goli hizi mbili watakwenda kuzitapika, kwa sababu wametamba pande zao. Sasa ni muda wa Simba ama mnyama kwenda kutamba pande zake katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kupitia eh, mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Mohamedi Gulamdewji na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa, wa klabu ya soka ya Simba mara baada ya Simba kuweza kupoteza kwa mabao mawili kwa mbili, kwa sifuri, anasemaje meneja, ambapo huyu ni mwekezaji na rais wa heshima wa klabu ya Soka Simba, ambaye ametoa ahadi ya kutoa bilioni moja. Mode yeye anasemaje? Anasema hivi: tusikubali kushindwa kirahisi, wachezaji wetu, kuna kazi kubwa zaidi ya kufanya kwenye mechi ya marudiano. Remontada inawezekana, nguvu moja, benchi la ufundi, naamini watakwenda kuboresha pale ambapo mlikosea katika mchezo huu ambao mmetoka kupoteza dhidi ya RS Berkane. Naamini e, klabu ya soka Simba katika ujenzi wetu tutakwenda kuleta kombe hili katika nchi ya Tanzania. Simba nguvu moja. Huyo ni Ahmed, huyo e, ni Mo Dewji, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka Simba akijivunia kiwango ambacho Simba wamekionyesha katika mchezo wakiwa ugenini dhidi ya RS Berkane.